Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa siku ya jana alizungumza na vyombo vya habari pamoja na kuzungumza na Watanzania kufuatia ripoti ya CNN iliyotolewa siku tatu zilizopita, ambapo katika ripoti hiyo iliweza kuainisha video pamoja na matukio mbalimbali yaliyodaiwa kutokea siku ya Oktoba 29 ikiwa sambamba na vifo vilivyotokea katika siku ya uchaguzi. Hata hivyo, katika ripoti hiyo CNN, e, chini ya mwandishi wake Larry Madowo waliweza kuthibitisha kwamba waliwasiliana na mamlaka za Tanzania ili waweze kushiriki katika ripoti hiyo, lakini mamlaka hiyo haikuweza kutoa ushirikiano na CNN, hivyo wakaamua kutoa ripoti hiyo pasipo serikali ya Tanzania kushiriki katika ripoti hiyo. Kufuatia serikali ya Tanzania kushindwa kushiriki moja kwa moja na kuwapa ushirikiano wa chombo hicho cha kimataifa. Hata hivyo, kwa mjibu wa taarifa hili tuliona Gerson Msigwa siku ya jana, ambaye ni msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania, alisema kwamba CNN haukuweza kuzitafuta mamlaka husika ili kuweza kushiriki katika ripoti hiyo, kitendo ambacho alikiita kwamba CNN haukuweza kubalansi taarifa yake. Licha ya kila alichokizungumza Gerson Msigwa siku ya jana na waandishi wa habari, pia aliweza kuvitaja vyombo vingine vya habari vya kimataifa kama BBC, Al Jazeera, DW pamoja na vyombo vingine ambavyo vimekuwa vikitoa taarifa ambazo sio za kweli. Hata hivyo, Gerson Msigwa alivisifia na kuwapongeza waandishi wa habari wa Tanzania kwa kuendelea kuwa na msimamo na kuwapongeza na kusema kwamba wanachokifanya kwa sasa wanafanya vizuri kwa sababu wametanguliza taifa kwanza tofauti na vyombo vya habari vya kimataifa. Lary Madowo, mara baada ya Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigo kuitisha mkutano na waandishi wa habari kwa ajili ya kuweza kutoa maelezo yake au kutoa taarifa yake kuhusiana na ripoti ya CNN pamoja na vyombo vingine vya kimataifa, Larry Madowo kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X zamani ukijulikana Twitter, aliandika ujumbe ufuatao. Alisema, uchunguzi wa CNN unaolazimisha serikali ya Tanzania kufanya mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari tangu uchaguzi wenye utata baada ya siku 25 na idadi isiyojulikana ya vifo. Hata hivyo, kwa mjibu wa waandishi wa habari wa Tanzania, katika mkutano huo waliweza kumuuliza maswali Gerson Msigwa kuhusiana na idadi kamili ya vifo kufuatia janga hilo la Oktoba 29, huku msemaji huyo mkuu wa serikali ya Tanzania akishindwa kuweka wazi ripoti hiyo, huko akisema ya kwamba bado wanasubiria uchunguzi tume iliyoundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kuhusiana na kufanya uchunguzi wa kina, na baada ya hapo kutakuwa na majawabu juu ya ripoti kamili dhidi ya vifo vilivyotokea. Hata hivyo, Larry Madowo aliendelea na kusema kwamba hatukualiko kwenye mkutano huo wa serikali na waandishi wa habari, ingawa Tanzania wana namba zetu za mawasiliano na haukujibu ombi la CNN la kutoa maoni hiya, akielezea kuhusiana na kile alichokizungumza Msigo kwamba CNN hawakuweza kuwatafuta serikali kwa ajili ya kujumuishwa katika ripoti hiyo ili waweze kuthibitisha na kutoa maoni yao kufuatia kile ambacho kilitokea katika siku ya Oktoba 29. Larry Madowo alisema kwamba Watanzania walihatarisha maisha yao kuzungumza na CNN kwa ajili ya uchunguzi wetu, licha ya onyo la polisi dhidi ya kushiriki maudhui hayo. Tuliripoti tu yale tuliyothibitisha kwa uangalifu na kuna mtu aliyeashiria uongo hata mmoja.